Kwa nafasi aliyotupatia kukutana tena katika saheri ya maombi. Ninawashukuru kwa kuendelea kuwepo pamoja, na changamoto kidogo ambazo zimeendelea kuonekana, lakini mungu wetu ni mwema. Uh, jana tumeangalia na somo letu kuu kama ambavyo tumeendelea kujifunza linasema Fuata wingu. Fuata wingu. E, na wakati huu tutaendelea kuanzia hapa tulipo isia jana. Kwanza tusali. Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, tunaamini uko pamoja nasi, utaendelea kuwa pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo, Amen. leo tukiona mada ndogo inayosema Israeli katika mwendo, Israeli katika mwendo, Israeli katika mwendo. Ah, jana tuliangalia ya kwamba uh, tuliona wingu lilifanyaje kazi na namna gani uh, kwa nini wingu lilikuwepo na tukaona kwamba wingu lili kuwepo kwa sababu ya kutoa ulinzi, lakini kwa sababu eh, kutoa maelekezo mwelekeo wa safari, lakini wingu lilikuwepo kwa sababu eh, kukinga kutoa ulinzi, na katika kutoa ulinzi tukasema lilikuwa lina kinga, lina kinga, na hivyo wana wa Israeli hawakupaswa kulalamika kwa sababu wingu lilikuwepo na liliwaongoza katika safari, na tukaona kwamba E, niliishia hapo kwamba watu wengi tunanung'unika kwa, kwamba wana Israeli walikuwa wananung'unika hizi vitu vidogo vidogo, kama mawe njiani, miba njiani, au njaa, kiu na nini. Walinung'unika kwa, kwa vitu hivyo e, wakasahau wema mkubwa Bwana aliyokuwa amewawekea ya e, kwamba kukinga hatari hizi ndogo ndogo walizokuwa nakutana nazo, njaa maji E, habari ya mawe, habari ya nini hivyo, ni vitu vikubwa vidogo vidogo zaidi ya kile ambacho Bwana alikuwa amekinga amekinga. E, kama Bwana angeondoa wingu nje na kuongoza safari, angeondoa wingu katika jangwa, angeondoa lile wingu juu yao, jua likawapiga kikamilifu wasingeweza kutoka kwenda sehemu yoyote, maana walipita katika jangwa, na hasa walipofika katika lile jangwa la Sin. Kuna jangwa, kuna majangwa aliyoyapitia, lakini kulikuwa na jangwa linaitwa jangwa la Sin, ambalo lilikuwa ni kuzunguka milima ya Seiri. Lilikuwa ni kali mno, katika jangwa la Sin ndilo lilikuwa na joto kali kiasi kwamba e, vichaka vilikuwa vinaripuka moto, vilikuwa vinawaka vyenyewe na hata hivyo katika jangwa ile Sini ndiko linapita katika milima ya Moab, ya milima ile ambako Musa alikuwa anachunga kondoo Moab. Labda niseme tu kwamba Musa e, pia atakichaka kwa moto. Unajua Musa alikuwa amezoea kuona vichaka vinawaka moto e, na ndio maana alipokiona hiki kinawaka hakushituka mara ya kwanza lakini kilichokuja kumshitua ni kichaka kutokuteketea. Ndio maana akasema da, nitageuka niyaone maono haya kwamba hiki kichaka kinawaka, lakini hakiteketei katika, katika jangwa, jangwa haya majangwa haya yalikuwa ni makali sana kwao. nikuwa nazungumzia kwamba kulikuwa na eh, moto, kulikuwa na jangwa jangwa la Sin ambayo lilikuwa linawaka, lilikuwa na joto kali na hasa lile jangwa li Yesin karibu na Moab kuzunguka, walipokuwa nazunguka ile nchi ya Moab kule Sina, na ni bara la Sin, bara la Sin ile na milima ya Seiri. Jangwa lilikuwa ni kali ambalo lilikuwa linapasua miamba, eh, jua linawaka. Nyinyi wale wote ambao tumekaa kule vijijini tulikuwa kupasua mawe kienyeji, tulikuwa tunawasha moto alafu mawe yanapasuka. Sasa haya yalikuwa yanapasuliwa na, na, jua. Ndio maana mawe yake yalikuwa ni makali kama kisu kona awa kipindi cha Musa Mama alikamata jiwe lile, jiwe halikuwa limechongwa. Kwa hiyo nini nilichokuwa nataka kusema hizi kukosa maji, sijui njaa e, sijui vyakula nyama na nini vilikuwa ni vitu maina katika safari zaidi ya kila alichokuwa amekikinga Bwana kisiwapate kutokana na wingu e. Usiku vivyo hivyo, kuna baridi kali na nini vyote hivyo, Bwana alikuwa amekinga alijiu, ndio maana usiku ulikuwa linabadilika kuwa giza halikuwa e, inabadilika kuwa nuru, na, na, na, na mwanga lakini pia joto kali. Ile joto kwa wana Israeli, lile joto lilikuwa liko balanced, ambalo lilikuwa. Mungu wetu ni waajabu sana jinsi alivyoongoza. Lile joto lilikuwa balanced, yani lilikuwa limebalancewa kiasi kwamba anavolipata wa mbele ndio alikuwa analipata wa nyuma. Vivyo hivyo halikuwa kali kiasi kwamba linaweza likawaunguza. Hii ilikuwa inaonyesha jinsi Bwana alivyokuwa anawaongoza lakini sasa nilikuwa nasema ya kwamba eh, katika safari yetu kuna vitu vingi ambavyo Bwana anatukinga sana eh, lakini unaweza ukakuta tunalalamika kwa vitu maina ambavyo vile vikubwa tumeviacha. vikubwa tumeviacha. Eh, kwa hiyo Bwana anaporuhusu vitu vidogo vidogo, vidogo vinatupata kwetu vinakuwa ni vizito, na hata hivyo kutokana na udhaifu wa miili yetu kutokana na hali ya dhambi kama ilivyokuwana kwa Waisraeli walikuwa wanalalamika kwa vitu vidogo lakini ya, Mungu hakuzuia kuacha hakuondoa, aliendelea kuwalinda na kuwakinga, kwa sababu yeye ndiye alikuwa nguzo yao iliyokuwa inawaongoza. Sasa Israeli katika mwendo, nini maana yake? tangu wana Israeli wa Israeli waokolewe na kuanza safari, na ndio maana tunaona sasa katika kile kitabu cha Hesabu sura ya tisa, wana wa Israeli walikuwa na safari moja ya nzuri na ya kustajabisha sana Israeli katika mwendo walikuwa na safari moja nzuri na ya kustajabisha kwa sababu toka walivyokuwa bwana alikuwa amekwisha kutoa agizo ya namna gani watasafiri kutoka katika nchi ya Misri kwenda katika nchi ya Kanaan na safari hii Bwana alikuwa amewapanga watu na Musa alikuwa amempa, Mungu alikuwa amempa maelekezo ya kwamba watasafiri vipi, kusoma kitabu cha Wazee na Manabii katika sura inayosema kutoka. E, walikuwa wanasafiri katika makundi, katika makundi ya ya ya, ya. Wa, ya kikabila, makabila yalikuwa kumi na mbili. Mbele lilikuwa linatangulia sanduku, uh, sanduku, makuhani mbeba sanduku, mbele yao alikuwa ametangulia Musa na walikuwa wanasafiri, wanasafiri kwa mfumo huo, na kutoka kundi moja hadi kundi jingine walikuwa wameachana nafasi. Kumbuka walikuwa ni wengi, Biblia inaripoti watu sita elfu yaani yani, laki sita eh, lakini hao ni wanaume tu waliokuwa wamehesabika, na wale waliokuwa na uwezo waliokuwa wamehesabika ni hao, na wale, walikuwa na walikuwa wamehesabika, hao ni wale ambao walikuwa na hesabu watu ambao wana uwezo wa kwenda vitani kwa hiyo hapo kuna wazee ambao hawajahesabika na wagonjwa ambao hawajahesabika, kuna wanawake hawajahesabika na watoto hawajahesabika. Kwa hiyo alikuwa anasafiri katika mfumo huo kwenda katika nchi ya Kanaani. Sasa ukisoma katika kile kitabu uh, cha Hesabu tulichokuwa tunasoma, anasema kwamba lile wingu lilikuwa limetangulia mbele yao na jambo la kwanza ambalo wana wa Israeli walikuwa wameambiwa ambayo ni la kuzingatia, cha kwanza walitakiwa kulitazama wingu. Walitakiwa kulitazama wingu toka mtu wa mwisho hadi mtu wa kwanza, karibu alipaswa kulitazama wingu na si vinginevyo, alipaswa kulitazama wingu. Kwa nini walipaswa kulitazama wingu? Wingu ndio lilikuwa linatoa dira ya wapi wanaelekea watu wanaelekea na wingu lilivyokuwa linakwenda. Maana yake ni kwamba eh, kama tunavyosema, ulikuwa ni uwepo wa Bwana katika safari yao. Wingu lilivyokuwa linakwenda, wao walipaswa kwenda kufuata wingu linapopita, kufuata wingu linapopita, maana yake Hakukuwa na mtu ambaye alikuwa na ruhusi wa kupita njia nyingine tofauti na wingu lilipopita. Labda niseme hivi eh, kwa wale walioko Dodoma au katika walioko Dodoma, njia kuu ni njia ya hii barabara kuu, tuseme hii barabara kuu ya Dodoma Mwanza, labda wingu eh, ndio watu wanaenda Mwanza Uh, wingu likakata kona, badala ya Dodoma Mwanza likanyoosha njia ya Arusha Road yeah, kwenda Arusha Road, likaenda kukatia njia ile ya Singida rodi inayopita mahali fulani huko karibu na Kondoa ikaenda hivi, hakukupazwa mtu kusema ya kwamba A -a, hii njia siyo yenyewe, njia tunayoijua ni Manyoni rodi, njia ya, ya Singida rodi au ni Singida rodi inaenda badala ya kwenda ipite Nzega wingu linaenda linanyosha kupitia Tabora Road ikaenda Kigoma. Hakuna mtu aliyekuwa anasema aliyopaswa kusema ya kwamba tumekosea, wingu limekosea njia, tumepotea, uh -uh. kila mmoja alitakiwa kufuata wingu linakopita. Cha kwanza walipaswa kutazama wingu, cha pili walipaswa kufuata wingu pekee hakuna aliyekosa aliyetakiwa aende tofauti na kule lilikopita. Nini maana yake? Mungu alikuwa anawafundisha kuwa watii kwa yeye, kumtazama yeye pekee anayejua njia, na kama tulivyosoma huko nyuma ni kwamba alitaka kuondoa uzoefu binafsi, na safari yao ilikuwa ni ajabu, kama anavyosema Israeli katika mwendo, kwa sababu kama wingu limekatia kona linaenda Iringa lote. Wote walipaswa kukatia, hakuna aliyekuwa anasema sasa kule, kwa sababu maana ulikuwa ni mstari mrefu, zaidi ya watu milioni eh, milioni mbili walikuwa pale wakiwa na mifugo wakiwa na, ilikuwa ni msafara mrefu ambao Musa akiwa, tuseme kama Musa akiwa yani, ilikuwa ni msafara ulikuwa una cover zaidi ya kilomita kilomita kama tano ya msafara wenyewe kilomita mbili hadi tano. Wanadhani, wanakadiria hivyo, mbili hadi tano, kukava kutoka kwa Musa alipokuwa na mtu wa mwisho alikokuwa. E, ilikuwa ni msafara mrefu, lakini ajabu ni kwamba alipokatia kona wa mbele, wingu lilipokatia kona kuelekea sehemu nyingine, wote walipaswa kukatia kona pale pale hakuna aliyekuwa anatakiwa kwa sababu, ili wingu limekata kuelekea kulia, si tupite amkato, tutakutana nao mbele uh -uh. Eh, wote walitakiwa kukatia kona wingu lilipokatia kona. Ili kwey, nawamaanisha nini? Hakuna uzoefu katika safari ya kwenda mbinguni, hakuna uzoefu, na hakuna mtu anayetakiwa kusema ya kwamba mimi nina uzoefu uh -uh ilikuwa ni kwa kutii, kila mmoja kutii sauti ya Bwana ndiko kutatufanya kuokolewa. Nasikiliza kwa makini, hii inatumaanisha nini? Hakuna aliyekaa muda mrefu ndani ya kanisa kusema mimi nitaokolewa. Hakuna aliyekuja muda mfupi ndani ya kanisa kusema mimi nitaokolewa. Hakuna aliye na uzoefu na kanisa ya kwamba yeye ataokolewa. Hakuna aliyekuja muda mfupi ndani ya kanisa. Wote tutaokolewa kwa kumtazama Kristo pekee, aliyekufa kwa ajili yetu, aliyekufa na akamwaga damu kwa ajili yetu. Kwa hivyo, tutamtazama Yesu pekee huyo, kwa kumtazama yeye wote wataokolewa kwao kwake, si kwa kusema ya kwamba sisi ndiyo tumetangulia, sisi ndiyo tulikuwepo wa kwanza katika imani, sisi ndiyo tumekuwa aa, ah -ah, ndio maana wote walitakiwa kukatia kona wingu lilipokatia. Hakuna aliyekuwa na uzoefu wa kusema mimi nitapita ya mkato, aa, ah -ah, wote walipaswa kupitia katika uzoefu yani, kwa damu pekee ya mwana kondoo, kila mmoja ataokolewa kila mmoja atapata eh, kurithi uzima wa milele kwa hiyo ndugu zangu, ni kwamba walipaswa kulitazama wingu na kufuata wingu, kwa sababu ni kwa wingu pekee wote wangeingia nchi ya Kanani, ni kwa wingu pekee wote wangefika, ni kwa wingu pekee wote walitakiwa kupata uzoefu ule ambao wengine wameupata. Hakukuwa na mtu ambaye alitakiwa kuwa nje ya kile ambacho Bwana amekiagiza. Kwa hiyo sisi usalama wetu Uh, wingu uh, walitakiwa kutazama wingu ili wawe salama katika, katika safari yao. Tunapaswa kumtazama Kristo pekee, ndipo usalama wetu katika safari ya kwenda mbinguni, sio kwa ujanja, sio kwa kitu chochote, ni kwa Kristo na Kristo pekee. Kila mmoja anatakiwa apite hapa kwa njia ya damu ya Yesu Kristo, kama Kristo alivyosafiri mbele yetu na akaandika katika Wafilipi mbili na ule mstari wa tano na kuendelea nasema, iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwa yi ndani ya Kristo, nia aliyokuwa nayo kwa ajili ya ulimwengu. Kila mmoja lazima apitie nia hiyo, lazima apite katika njia ya Kristo, kupitia damu ya Yesu Kristo, hapo ndipo tutapata kuokolewa. Bwana atusaidie kutazama wingu. Wanaeza takiwa kutazama wingu, sisi tunatakiwa kumtazama Kristo, maana ndiyo njia ambayo inatuongoza. Tutaanzia hapo kesho kuona haya mahusiano na namna gani Bwana anahitaji kupitia wingu tujifunze sisi leo tunaosafiri katika safari ya kwenda mbinguni. Bwana atubariki na bariki neno lake kwa jina la Yesu Kristo, amen. Basi tuombe. Mungu wetu tunakushukuru asante kwa wema wako, naomba tusaidie e, eh, kama vile Israeli ulivyoagiza kukaza macho kutazama wingu, sisi unatuagiza kukaza macho kutazama wewe, kwa mujibu wa Waebrania sura ya pili mstari wa kumi na mbili, kwamba tuna wingu kubwa la mashahidi, tuweke kando, tukutazame wewe, mwenye kuanzisha na kutimiliza. Tunaomba utusaidie, ututie nguvu kwa jina la Yesu Kristo, amen.